Umeshindwa kutokea hapo kwenye kodo, unatokea hapa idhili, unatokea mbele ya TV. Utaratibu umebadilikani? kwa hiyo tu ulipe. Sina kwambia nitakulipa kwani si lazima nikulipe leo. Mm. Wewe unataka kubadilika wewe. Nitakumbua kwa. Utakuju ucheti. Njoo. Njoo wewe nikupandue. Eh? Umbandue nani? Utakuju ucheti. Utakuju uone. Njoo. Lakini punde si punde. Sore ni yako mbaya. Ngoja maji.